Bwana Yesu atukuzwe sana, watu wa Mungu, Yesu atukuzwe. Napenda kuwakumbusha, Jumamosi hii tutakuwa na kipindi cha kufungua hatua za maisha yako. Kipindi hiki kitaanza saa nne kamili usiku. Makuani wa Yesu watakuwa wakikufafanulia neno la Mungu ambalo mtumishi wa Mungu, kuhani Eliah Abel Haule, anakuwa amekwisha lifundisha. Kaa mka wakupokea, maana kipindi hiki kipo chini ya udhamini wa Loeva Ministry kutumia mtumishi wa Mungu, kuhani Elia Abel Haule. Kipindi hiki kitakuwa live pekee YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry, na Facebook pia kitakuwa live, utaingia kwa jina la kuhani Eliya Abel Haule. Kwa mawasiliano zaidi, wewe utakaesikiliza kipindi hiki ukaona Yesu amekuponya, Yesu amekusaidia kuna kitu ambacho ulikuwa ujuu umeweza kukijua kutumia kipindi hiko. Kuna neno limekugusa, kuna neno limekuinua, kuna neno limekupa faraja. Utapiga simu kutoa shuhuda yako kwa namba 0762856980 watu wote msikose katika kipindi hiki, na Yesu atawabariki kwa